Mimi nitafika mbali sana, nitafanikiwa sana na unitumie ujumbe wako huo kwenda kwenye namba. Kama wewe ni mtu wa ambaye ni mfanyabiashara, nitumie huo ujumbe kwenda kwenye namba 0715 420 000 uh, wafanyabiashara wote ambao unataka kujua kalama yako na kama utafanikiwa au utafirisika, nitumie ujumbe Nabii Nyakia, mimi taja majina yako matatu niandikie nitafika mbali sana nitafanikiwa sana. Tuma huo ujumbe kwenda namba 0715 42 0000. Na kama wewe ni kijana unataka kujua ndoto za maisha yako kama zinakwenda kutimia na kuanzia miaka ya chini mpana mpaka umri wa miaka 35 nitumie ujumbe kwenda namba 0746 222 400 0746 222 ni kwa wale vijana walio na maono walio na ndoto na wale ambao wanagombea uongozi, unagombea nafasi yoyote ile ya uongozi, unagombea cheo chochote kile, au unahitaji kujua kazini kwako kama utapanda cheo eh, uongozi au cheo eh, nitumie message kwenda namba sifuri sita tano nane tatu tatu tano tano Sita nane. Andika nabii Nyakia, mimi weka pale majina yako, nitafika mbali sana, nitafanikiwa sana kisha mimi nitakueleza kwamba uko sahihi au hauko sahihi. Lakini kwa wale ambao karama zenu pengine hazifanyi kazi, hauna uhakika na karama yako, unaona mambo yanayumba, dishi linayumba, dishi la maisha linayumba, network hazikamati vizuri eh, wewe kila unachokianza kinaishia njiani, madeni hayapungui una struggle sana lakini unachokipata ni kidogo sana. Nitumie ujumbe kwenda namba 0746 003 005, niandikie nabii Nyakia mimi, taja majina yako matatu, nitafika mbali sana, nitafanikiwa sana kisha mimi nitaweza kukujibu majina haya. Tunakwenda break, kisha tunaendelea tena, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kama unavyoweza kuona vitanda vipo tayari madhabauni, hii ni maalum kwa ajili ya kuwafanyia watu skani, kwa ajili ya kuwafanyia watu vipimo. Hii ni karama ya pekee ambayo Mungu amenipa kwa wale watu ambao Mungu atanifunulia kwao, ambao wana matatizo ya aina mbalimbali, wana magonjwa ya aina mbalimbali, wana matatizo ya uchumi, wana matatizo ya mafarakano kwenye ndoa, hawana kazi wale wanaofanya vitu vyao vikiwa vinaishia vya vya vya vya njiani, itakuwa ni kufanya skaning kwako wewe, ili Roho wa Mungu aweze kunionyesha ni nini ambacho kipo kwako, ni nini ambacho umefanyiwa, umefanyiwa na nani, amefanya lini, amekusudia nini na Mungu